Aya, sasa bosi mwenye ofisi ndio naongea ofisini sasa hivi. Wewe, hmm? utaratibu wa kuingia ofisini saa nne umeanza tangu lini? Au siku hizi umebadilika sana kiasi kile, kwa sababu nilikuwa nasikia maneno kwa mbali kwamba siku hizi unaingia ofisini muda ambao unautaka wewe. Ina maana ilikuwa ni kweli, na unafikiria kwamba hii ofisi itaendesha vipi? kama kichwa kinaniuma sana, kwa hiyo nikabidi nitoke nikatafute dawa kidogo na maji, ili nipoze kichwa. Kwa hiyo samahani, pia sijatoka muda mrefu sana, ni muda tu hivi karibuni nilitoka kidogo kwa ajili ya hichi ambacho nimekwambia na kuhusu maneno ambayo naongea, huenda ni wevu tu, ila mimi nazingatia kazi. Sijai kuja muda kama huu saa nne kazini, ni leo tu imejitokeza bosi. Samani, haitojitokeza tena tafadhali. Usilichukulie swala kama seriously, nakuomba. Sawa Matinga, nimekuelewa kwa sababu imara kwanza, nashuhudia hili jambo, ila sitopenda lijitokeze tena kwa sababu hii ofisi inakutegemea sana na nimekupa hii kazi nikiwa nakutegemea sana pia. Waiyo, ambao, kwa hiyo tafadhali usijuka nifanye kachukua maamuzi ambayo yatakuwa sio sahihi kwa upande wako, na kama unavyojua tena, mimi na tumetoka mbali. Kwa hiyo kwa siku leo wacha lipite, hebu fanya kazi zako, muda fulani nitakutafuta tuongee, kwa sababu kuna swali lingine la kazi, itabidi usafiri kwenda mikoani. Kwa hiyo nakutakia majukumu mema ya kazi. Nashukuru sana, nashukuru sana bosi wangu, kwa sababu kitu cha kwanza unanielewa pale ambapo nakueleza. Kwa hiyo hili swala limeisha, alitojitokeza tena kabisa, na huo muda ambao umeniambia utakapo kumefika nitakutafuta bosi wangu, tuweze kuongea. Kwa hiyo nawe pia nakutakia mapumziko mema, nadhani baadaye tutaonana nipe nafasi kidogo niendelee na majukumu yangu ya kikazi. Asante boss wangu, tena karibu tena kwa mara nyingine, uwe na mchana mwema.